Watoto ambao tunawapata kwa mwezi, idadi kwa ujumla, pasipo kuwagawa kwa makundi, wanafika mia hamsini hadi mia mbili ila pia wenye changamoto mbalimbali mbali, lakini kundi kubwa la watoto njiti, tunaweza tukapata watoto sabini mpaka tisini katika watoto wao kwao, ni idadi kubwa kidogo. Na wakati wa kuchukua historia kwamba kitu gani kinasababisha kuzaliwa kwa watoto njiti, kikubwa kimekuwa kikionekana ni maradhi mbalimbali ikiwemo presha wakati wa ujauzito au maambukizi kupitia via vya uzazi wakati wa ujauzito uzito. uh, kuepuka uh, nafikiri ni kupitia pia kliniki za wamama za mapema, kule ndo sehemu pekee ambayo tunaweza tukapata dalili za hatari, viashiria vya hatari au vidokezo vya hatari kwa wamama. Kwa hiyo kule, kule ndo sehemu pekee ambayo tunategemea sana kwa upande wa huduma za afya. Kwa watoto njiti tunawapokea, tunawapokea wa Kanda ya Ziwa hii, na hasa wengi tunawapata Mwanza kwa wastani, tunaanza tukapokea wagonjwa 30 mpaka 40 kwa mwezi. Kama siku ya, ya, ya kusherekea uh, uh, kangaroo mother care duniani tumeleta, tume token kidogo ya vibebeo vyetu vya baby carriers kama zio unavyoona pale, ambao ni hands free, mama nazabeba akafanya shughuli zake akaendelea na mambo yake, kwa tutafanya demonstration kidogo ya jinsi gani ya kufunga kirahisi, lakini pia ina ina, ina, six pressure points, ina, ina, ina wide straps ambazo zinasaidia uh, bega mama, mama asichoke sana ili uzito wa mtoto unagawanywa huku kwenye mabega. Kwa hiyo tutaonyesha tuta jinsi gani kibebeo kinafanya kazi kinafungwaje. Kwa watu watatu nne tu unakuwa ushafunga na unaendelea na shughuli yako. Nafurahi hupata huduma hii ya bebeo, maana mwanzoni nilikuwa nahangaika hata kwenye kufunga unatafuta mtu akusaidie kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa siwezi, ila hii kinaweza nikakifunga mimi mwenyewe na nikawa comfortable kuliko kanga, sijui kitenge. Unakuwa muda wote unahisi kama mtoto anaweza kadondoka, unakuwa hauko comfortable. Ila hii inanifanya niwe free kufanya na shughuli nyingine, make kanga kwanza tu licha ya maumivu, mpaka mtu ndio akufungie lakini sasa hivi hizi bebeo zinatupa uhuru. Kwanza kufunga sio kazi e, tumeshaelekezwa jinsi ya kufunga, kwa hiyo tutakuwa tu tunafunga wenyewe vizuri tu. Kangaroo Mother Care inaweza ikafanyika hata kwa baba, yaani baba anaweza kumbeba mtoto kama mama ambavyo anaweza kumbeba. Lengo la hapa tunataka ni skini tu skini contact, yaani mguso wa ngozi kwa ngozi kati ya ma, mama na mtoto, au baba na mtoto kwa hiyo inawezekana kwa muda huo, mama na changamoto au na shughuli anafanya, baba upo pale nyumbani, unaweza kumsaidia kwenye hii Kangaroo Mother Care. Lakini pia inaleta bondi au inaleta upendo muunganiko, kati ya baba na mtoto au mama na mtoto, na ndio maana ukiangalia muda mwingi sana, wakina mama zewe anavyokuwa anakaa na watoto wanajenga upendo mkubwa wa mama na mtoto. Sisi wa kina baba kwa sababu ya shughuli nyingi mda mwingine nakuta watoto hawa, hawatuthamini kivile kama ambavyo wanakuwa namthamini mama. Kwa hiyo na sisi tuna wajibu huo wa kuwasaidia kina mama. Lengo ni kuweza kuwasaidia watoto wakue haraka na inavyotakikana. Asante. Kwa hata tukongeza kitu kama hicho hapo. Kwa mujibu wa, wa, wa, Shirika la Afya Duniani wana wanashauri angalau ifanyike masaa nane kwa siku. Lakini tulivyokuwa tunaongea na, na mama zetu ambao wanafanya, wanafanya kangaruke anakwambia, ni, ni, ni, ni changamoto kidogo kufanya, uh, hayo masaa nane kwa siku mfululizo kwa sababu sio kazi, sio kazi nyepesi. Kwa hiyo sisi tukasema, sisi kama baby moon lazima tuangalie sehemu gani tunaweza tukasaidia tuka, tuka, tuka, tuka mama zetu ambao wanafanya kangarukea. Kwa hiyo uh, tuka, tukaja na, na, na, na, na kibebeo ambacho tunasema ndo kinachosaidia kwa ajili ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kufanya hiyo Kangaroo care uh, stahimilifu.